Karagwe Diocese channel. Usisahau subscribe, like, share na kucomment. Mfuatiliaji na mtazamaji wa chaneli yetu ya ELCT Karagwe Diocese, ni siku ya tatu ndani ya Juma Takatifu katika Diocese ya Karagwe, tunatembelea maeneo ya misioni ambayo yanapatikana katika Diocese hii hii. Hii milima unayoiona ni katika kijiji cha Kashanda kwa mujibu wa serikali, lakini sisi wa Diocese ya Karagwe huu ni mtaa wetu mmojawapo unaitwa mtaa wa Nyabiondo. Kabla sijaendelea, mimi ni Mera Bubira Kashekwa, afisa habari wa dayosisi ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Na katika Juma Takatifu tulitanguliwa na Jumapili ya Mitende, lakini Jumatatu ilikuwa ni siku ya kutakasa hekalu. Jumanne aa, ilikuwa ni siku ya hukumu, Yesu anaulaani mtini, na siku ya Jumatano ni ile siku ambayo Yuda alimsaliti Bwana Yesu. Leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na usaliti. Lakini Alhamisi ni siku ya kukumbuka ama kuadhimisha siku ya chakula kitakatifu, meza ya Bwana. Ijumaa ni siku ya kukumbuka kufa kwa bwana wetu Yesu Kristo, Jumamosi siku ya kupaka mwili mafuta na Jumapili ndiyo siku ya ufufuko. Mfuatiliaji na mtazamaji, kwa ratiba hiyo, sisi leo tupo Nyabyondo kwa ajili ya kuona usaliti, Yuda anakwenda kumsaliti Bwana Yesu. Tutakwenda kufundishwa na baba askofu wa dayosisi ya Karagwe ya Kanisa la Kinjili la Kiruteri Tanzania, Mchungaji Daktari Bensoni Kalikawe Bagonza. Nyuma ya kamera, ninaitwa Merabu Bira Kashekwa. Karibu sana, twende ibadani. Hapa ni mtaa wa Nyabiondo unaopatikana ndani ya usharika wa Nyakahanga Nyakashenyi. Karibu sana, Matayo 26 mstari wa sita mpaka wa kumi na sita ninasoma kwa msaada wa Bwana. naye Yesu alipokuwepo Betania, katika nyumba ya Simoni Mkoma, mwanamke mwenye kibweta cha marahamu ya thamani kubwa alimkaribia akamimina kichwani pake, alipoketi chakulani. Wanafunzi wake walipoona wakachukia, wakasema ni wa nini upotevu huu? Maana marhamu hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyingi, wakapewa maskini. Yesu akatambua akawambia, mbona mnamtaabisha mwanamke? Maana ni kazi njema aliyonitendea mimi kwa maana siku zote mnao masikini pamoja nanyi, lakini mimi hamnami siku zote. Maana kwa kunimwagia mwili wangu marhamu hiyo ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Amini nawaambieni, kila patakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote, tendo hilo alilolitenda huyu litatajwa pia kwa kumbukumbu lake. Wakati huo, mmoja wa wale thenashara, jina lake Yuda Iskarioti, aliwaendea wakuu wa makuhani akasema, ni nini mtakachonipa nami ni msaliti kwenu? Wakampimia vipande thelathini vya fedha. Tokea wakati huo akawa akitafuta nafasi apate kumsaliti. Neno la Mungu. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, uliye mtuma kwetu mwalimu wa kweli wa jina lako na neno lako Yesu Kristo, mwalimu rabi, utufundishe neno hili sasa tunapotafakari pamoja kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Mm -hmm. Tuketi. Mimi leo nimechagua niwafundishe nime kidogo kuhusu nani? Yuda Iskarioti, aliyefanya nini? Aliyewaendea wakuu wa makuhani ili kuweza kumsaliti nani? Yesu. Na leo ndiyo siku ya Yuda Iskarioti. Tumwangalie kwa makini. Mimi nimeandaa mafundisho manne kuhusu Yuda, naomba mnizingatie na nitakuwa nimemaliza mahubiri, sawa? so, manne. Fundisho la kwanza, huyu Yuda ni mmoja wa watu wa wanafunzi kumi na wangapi? Kwenye wale thenashara na Yuda yumo. Sasa hii inatufundisha kwamba kila penye kumi na wawili kila penye kumi na wawili na Yuda yumo, yumo. Hata hapa mlipo Yuda yumo. Yuda, nyoshe mkono, anayejifahamu ni Yuda nyosha mkono eh? Kila penye kumi na wawili kuna nani? Kuna Yuda. Tunamwona Yesu anasalitiwa na walio wake, sawasawa. Sisi viongozi mara nyingi tunahangaika na wasaliti walio nje yetu. Sisi viongozi tunahangaika na wasaliti walio nje yetu, lakini wasaliti wa nje hawawezi kutusaliti bila msaliti wa wapi, wa ndani. Hata ule mfano niliyoutumia wa mtu kuja kuvunja kiosi chako, si unaona mtu ametoka hapo akaenda kutengeneza mchongo Mrushaka. Unafikiri wamrushaka anaweza akajua nani ana kiosi hapa na anahela kiasi gani? Inabidi apate mtu wa wapi? Wa ndani, wa Nyabiondo. Sasa tunajifunza katika jambo hili kwamba kikulacho kiko nguoni mwako. Yuda alikuwa ndani ya mfumo. Tulio viongozi wote tunaalikwa kuangalia mfumo ili tuwajue wasaliti ndani yetu, kuliko kuhangaika na walio nje yetu. Hawa wanaojiita chawa, wanaojipendekeza pendekeza kwetu sisi viongozi, mara nyingi ndio maadui zetu, eh? hawa hawa chawa wanaosema wanaosema, mimi, mimi na askofu mimi, yani mimi na askofu yani, askofu wetu, askofu wetu wanampiga mwingi, askofu wetu. Hao ndio wa kwanza kufanya nini? Kutusaliti kama Yuda alivyomsaliti nani? Yesu. Tumeelewana somo la kwanza. Somo la pili kuhusu Yuda Neno la Mungu linasema, Yuda aliwaendea wakuu wa makuhani. Yuda alifanya nini? Aliwaendea wakuu wa nini? Mara nyingi sisi tunadhani wasaliti wanashawishiwa. Kila mahali penye mgogoro wa uongozi mara nyingi tunafikiri <laughs> wale waliosaliti tunafikiri wanashawishiwa, yani wanatoka, watu wanatoka nje wanakuja kumshari, kumsaliti aliyeko wapi? Ndani. ha haiendi hivi. Mara nyingi wale wa kusaliti ndio wanatoka ndani kwenda ku, kuwaendea watakao washawishi. Ndio maana Yuda tunaona aliwaendea wakuu wa nini? Wa makuhani. Hapa tunamwona msaliti Yuda ndiye anawashawishi maadui. <coughs> Najua haijakaa vizuri kichwani mwenu, hao labda mlikuwa mwifahamu vizuri. Msaliti ndiye anakwenda kuwashawishi maadui, sio maadui wanakuja kutafuta msaliti. Kwa sababu mara nyingi hawa maadui wa nje wakikuta wale kumi na wawili wao wanaona wote ni waaminifu, hawa tupite wapi? Wote hao ni wanafunzi wa Yesu. Hi, ukienda ukajitupa ukajaribu kuongea naye akakataa, si anakwenda kukusema kwamba kuna huyu? Kwa hiyo mara nyingi adui anaogopa wale anawaogopa, lakini wewe ukitoka ndani ukamwendea adui anasema, agani maria gadizeki, yes. yes. <laughs> yani, hiki ni chakura kimejileta chenyewe eh? Sisi wanyambo tunasema yani, mbwa akiwa anakimbia nakwenda ameachama, halafu senene anakuja mwenyewe anajitumbukiza ndani ni? ya nini ya mdomo wa mbwa anayekimbia. me, ha, maria aganimaria yeah, yeah. eresile tumeelewana, yeah. Kwa hiyo wakuu wa makuhani wao ndio walikuwa wanamchukia bwana Yesu na mafundisho yake, lakini hawakujua wampateje Wamemsikia Yesu anafundisha, basi maneno anawasuta, anafanya nini? Wanachukia, wanasaga meno, lakini watampataje? Ghafla wanamwona Yuda, anafanya nini? Anajileta hodi, hivi nyie eh, si mnamchukia huyo? Si mnamsikia anavyowasema sema sana? Wakasema eh, sasa mnanipa ngapi? Yani, hata mimi nilipo hapa kama askofu, ninyi hakuna anayeweza kunidhuru kwa kuja tu. Hawa ndio watakao kuja kwenu, waseme sasa amepita kwenda Mshangaro, wakati anarudi msimame kule chini barabarani, murushie ni mawe, inyimi, munajua, gari lake nini mawe, vunje vioo. Kwa nyinyi msimnaona magari yanapita kwenda Mshangaro, mnajua gari lipi la askofu? Sasa mtu akija hapa na nawapa mchongo, nasema gari jeupe namba fulani, hilo hilo msiliache, panga mawe barabarani, mumshughulikie. Kwa hiyo hili ni somo la pili. Mpaka hapa tatizo bado ni la mfumo, sio la wapinzani wa Yesu, Yani, wakuu wa makuhani, wakuu wa makuhani mpaka sasa hawana tatizo. Mwenye tatizo ni Yuda anayewaendea wakuu wa nini, wow, wa makuhani akasema, hebu niwape mchongo, mnanipa buku ngapi? Hapa niwape nini mchongo. Alafu bahati nzuri neno la Mungu alikuonyesha mazungumzo ya kwamba tukupe ngapi, mmetaka nyingi, aa neno la Mungu linasema moja kwa moja, wakampimia vipande vingapi? Thelathini. Akasema hizi zinatosha. Nifuate, mje muone nitawapa nini mchongo. Somo la pili, somo la tatu. Wakuu wa makuhani ni viongozi wa nini? Yesu pia ni kiongozi wa dini, kwa sababu alikuwa anamhubiri Mungu na ufalme wake Lakini Yesu tunaona anakuja kuteswa na viongozi wenzake wa dini, unanielewa? Wakuu wa makuhani waliokuwa namtafuta Yesu ni viongozi wa nini? Yesu anayehubiri ni kiongozi wa nini? Kwa hiyo hapa tuna viongozi wa dini wanafanya nini? Wanagombana. Ukisoma baadaye katika sura hii unakuta ni viongozi wa dini waandishi, waandishi ndio wana sheria, wana sheria na wazee, neno la Mungu linasema na nini na wazee. Sasa angalia, makuhani, viongozi wa dini, waandishi, wana sheria, ndio tunawaamini, wanatenda nini haki. Wazee mara nyingi katika jamii, wazee ni wenye nini, wenye hekima eh. Wazee sio wengi sana, wana mzee mmoja kule nyuma E, waliobaki wote ni jenzi umu, eh? Unaona? Kwa hiyo sasa kundi la hawa watatu waku, makuhani waandishi ndio wanasheria na wazee ndio wanatafuta kumuua nani? Yesu. Sasa niwaambie ndugu zangu tena mlizingatia hili. Mateso kama mateso kwa Yesu sio tatizo. Yesu hata yeye mwenyewe alijua atateswa, lakini kinacholeta shida ni kuteswa na ambao ulitegemea wakutete, kuteswa na ambao ulitegemea wakufanya nini? Yaani sasa hivi situko mwaka wa uchaguzi, we unagombea, labda unagombea mwenyekiti wa kitongoji cha Nyabiondo. Kwenye familia yako, unaona una kura zako kama tano oti hiki ni kianzio tayari. Na kura ngapi? Mnaenda kwenye uchaguzi, unapata sufuri. <laughs> Kwa hiyo hata uliotoka nao nyumbani kwako hawakufanya nini? <laughs> Hawakuchagua. Kwa hiyo kinachokuuma sio watu wengine kukunyima kura, kinachokuuma ni hata wa ndani yako kufanya nini? Kukunyima nini? Kura. Sasa hata bwana Yesu kuteswa angeteswa na serikali ya Kirumi, kuteswa angeteswa na wamataifa, kuteswa angeteswa na watu wengine wasiomjua. Lakini angalia, anakwenda kuteswa na viongozi wa dini, makohani, wanasheria, ndio waandishi, wazee. Yani badala ya wazee kutumia hekima yao ya kusema huyu mwalimu anafundisha mambo mazuri mumwache, na wao wanasema, kamateni, weka kipigo, amezidi, anachanganya dini na siasa, mshugulikieni kwanza. Anajifanya kutuhubiria wokovu, wokovu wa wapi? Eti anatuambia habari za Ibrahimu, yeye alikuwepo wakati Ibrahimu alikuwepo? Hapa mzushi, piga, choma mkuki! Au ni nani wazee? Au ni akina nani? wakuu wa makuhani hao ni akina nani, waandishi, wanasheria. Kwa hiyo Bwana Yesu kuteswa hakukumpi shida. Tatizo ni pale anapoteswa na wale ambao angetegemea wafanye nini? Wamtetee. Inauma sana, na mara nyingi hapa nimesikia watu wakitunyoshia vidole, viongozi wa dini wanatunyoshea vidole wanasheria, wanatunyoshea vidole, wazee, ili tusimame, tutetee haki. Lakini angalia hawa ambao wananyoshewa vidole watetee haki, ndio waliomtesa nani? Bwana Yesu. Hata sasa, hata sasa, katika taifa letu Nasikia watu anasema, e, ni wa hali ni mbaya, lakini viongozi wa dini wamekaa kimya. Hali ni mbaya, hawa wazee wastaafu wako wapi? Mbona wamekaa kimya? e, sik inila nini, hao wamerambishwa asali, si ndio misemo ya siku hizi eh? Lakini katika somo hili hawa ndio waliomsurubisha nani? Bwana Yesu. Narudia tena, mateso kama mateso kwa Bwana Yesu sio tatizo. Tatizo ni kuteswa na wale ambao alitegemea wafanye nini, nini, wamtetee. Niwapa mfano wa kupiga kura, kwamba jamani wengine wote mngeninyima kura jamani hata wanyumbani kwangu ninao kura nao ninao shinda nao nao wameninyima nini kura. Tuende somo la mwisho na tumalize somo la mwisho kuhusu somo hili Ndugu zangu wapendwa, mifumo ya usaliti imebadilika sana. Mifumo ya usaliti imebadilika sana. Tuwe macho, tuwe macho, kwa sababu mifumo ya usaliti imebadilika sana. Tunaweza kujikuta sisi ni zaidi ya Yuda. Unajua ni rahisi sana tunapozungumzia habari ya Yuda eh? habari ya Yuda wahubiri wepesi wepesi, unaweza ukakuta waosha mikono: Yuda Iskarioti, wewe ni msaliti, msaliti, unamsaliti Bwana Yesu, unapenda vipande vya fedha, mnapenda fedha kuliko nini, mnamsaliti Bwana Yesu. Si ndivyo tunavyohubiri hubiri, eh? Eh. Lakini nataka kuambia mifumo ya usaliti imebadilika sana. Wewe unayejidhania sio msaliti, unaweza ukajikuta na wewe ni nini? Ni msaliti. Hebu tutazame mifumo minne hapa. Mfumo wa kwanza: Kukaa kimya pale unapotakiwa kusema kitu, ni usaliti. Wewe unatoka hapa, unatembea kwenda Umrushaka, ukakuta kuna watu wanaiba. Hata kupiga kelele ukashinda, ukakaa kimya. Alafu, polisi wakaja, wanachunguza wanauliza, nani ameuliza, sema, sijui wakati umefanya nini, umeona ni nini, ni usaliti kukaa kimya pale ambapo ulitakiwa kutoa sauti. Ni nini? Ni usaliti sawa na Yuda Iskariote? Iskariote. Pili, kumkatisha tamaa anayetakiwa kusema. Wewe utaki kusema, lakini kuna mtu yuko tayari kufanya nini akitaka kusema unaanza kumkanyaga kidole, unasema ego gambi si bwana ugambiri byenge yasiza. Kwani usiposema wewe mpaka nini na nini, kaa kimya. Na wewe mnakaa kwenye mkutano wa kijiji, mtu anataka kunyosha mkono, unashtukia watu wanafanya nini. Mlifika njia hiyo wakati wa mgogoro wenu na wafugaji wa, si ndio? Eh, anakuja Madisi sio amepita wangapi hapa? Wengi amekuja kutatua huyu aliyepo Julius Karanga. Mnafika kwenye mkutano wa kijiji unakuta kuna kumbe, ulikokaa watu wamesha kujua kwamba wewe wewe unasemasema, wanakwenda wanakaa na wewe karibu, ukitaka kunyosha mkono wanafanya nini? Wanakuvuta. Huyo nao ni nini? wewe kusema hutaki, kwa nini unawazuia wanaotaka kusema waseme? Ni nini? Usaliti, wa usaliti. Kutokuwa na upande katika mazingira yenye dhuluma. Kuna watu wanapenda sana, mimi katika hili sina nini? Mimi sina upande. Alafu wanafurahi wanafikiri ni vizuri. Yani umekuta e, tembo umekuta tembo amekanyaga, amekanyaga mtoto, alafu unasema sina upande Yaani wewe hauko kwa mtoto aliyekanyagwa wala hauko kwa tembo aliyefanya nini? Aliyekanyaga. Alafu unajifanya we ni mtu mzuri. Umekuta mtu amemniga wa mke wake karibu anamtoa roho. Haya, mimi sina upande. Haya ni mambo ya wanandoa. Mimi sina nini? Huyu roho inatoka. Unasema mimi sina nini? Sina upande. Wewe ni nini? Ni msaliti. Kutokuwa na upande katika hali ya dhuluma ni usaliti sawa na Yuda Iskarioti. Mwisho, kutoa sauti kwa malengo ya kujinufaisha nao ni usaliti. Yaani, wewe tunakuona huko kimbele mbele kusema jambo fulani, si ndio? Lakini kumbe unafanya hivyo ili ulambe kasukari. Yaani wewe, kila mahali ambako kuna dhuluma, kuna mkutano, amekuja DC, amekuja afisa mtendaji wa kata, unanyosha mkono, unataka useme, lakini kumbe unasema hivyo ili wale waliodhulumu wakuone wakuone wakufuate, waku, wakupe kaasari, ufanye nini? Urambe. Nimewaona wengi sana, hata hapa kwenu wapo. Unamkuta kwenye mkutano wa kijiji ni msemaji sana, halafu baada ya hapo anageuka, anaanza kusema tofauti na alivyosema juzi jana. Yaani alikuwa mtetezi kwenye mkutano ule wa kwanza wa Januari, mtetezi kweli, alikuwa mkali, anawananga wale wabadhilifu, halafu mkutano unaofuata anasimama kuwatetea. Unajiuliza nini kimetokea. Huu usidi alikuwa anawasema juzi, sasa ghafula amefanya nini? Amerambishwa asali, amerainika. Huo nao ni nini? Ni usaliti, sawa na wa Yuda Iskarioti. Basi ndugu zangu, katika hayo makundi manne ya usaliti wao nakosa Mungu eh? kwenye haya makundi manne wewe hakuna kuni ulilomo umelipatala kwako eh? Umelipatala kwako, basi nenda ukajitathmini. Hacha kumhukumu Yuda, jihukumu wewe mwenyewe, kwa sababu na wewe ni Yuda Iskarioti kwa namna mojawapo katika hizo nne nilizozitaja. Basi Mungu awasaidie sana katika maisha yenu ya ufuasi. Mfanye kazi ya misioni na uingilisti, mtafute wengi zaidi, mtaa wenu uweze kukua na siku moja uweze kuwa ushirika. Bwana asifiwe sana, na hili ndio neno. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.